Tatu. La kwanza na kuomba barabara, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, utakapoapishwa, naomba utukumbuke Arusha jiji, barabara barabara za kwenda Sokoniwani, barabara za kwenda Mulieti, barabara za kwenda Taleti, barabara za kwenda Mshono, barabara za kupita Sakina. Barabara za kwenda balaa Bala barabara za kwenda kwenye kila kona ikiwemo na ulasite ili tuendelee kuwahudumia wageni wetu vizuri. La pili, Mheshimiwa mgombea utakaposhinda na ili wala sila shaka nalo, tunakuomba sana sana sana uikumbuke Arusha ya viwanda. Vijana wa mkoa wa Arusha ni wachapa kazi, vijana wa jimbo la Arusha ni wachapa kazi. Tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa uturejeshee viwanda mheshimiwa. Tulikuwa ajanaotaya hapa mzee Kinana hapa, Aisha alikuwa mbunge hapa, na mi najivunia sana, ukipata nafasi ya wazee waliotangulia wakashika hapa, na mimi na uwezo wa kujitabiria mheshimiwa, nitaenda mbali kama kuna mzee Kinana alichomoka hapa akafanya kazi nzuri, lakini naye kaka yangu hapa Felix, yuko wapi? Amekuwa mbunge hapa miaka kumi na tano, lakini wako wengi wamefanya kazi nzuri hapa. Mheshimiwa Rais, viwanda, ninajua kwenye ilani unao mpango wa kuhakikisha kila eneo wanapata viwanda. Tunaomba General Tyre mheshimiwa, ifufuke ili Arusha tutengeneze matairi yatokee hapa. La mwisho, mheshimiwa mgombea, kwenye hili jimbo ndio tunawakilisha mkoa. Nimeongozana na wazee wangu malegwanani, naomba wasimame tu wamuaone lakini pia nimekuja na washiri mheshimiwa, wa mgombea wa nafasi ya urais. Hata hawa wabunge unaoona hapa wa majimbo katika huu mkoa wote ni wakazi wa jimbo la hapa Arusha mjini. Kwa hiyo nimeongozana pia na washiri, lakini pia nimeongozana viongozi wote wa kiroho wako hapa. Naomba viongozi wangu wa kiroho msimame, wako mitume na manabii wako walimu, wako maimamu wote hawa. Nimewatembelea Mheshimiwa mgombea wetu Daktari Samia, wamenihakikishia tarehe ishirini na tisa wanatiki kwako, wanatiki kwa wabunge wa CCM na wanatiki kwa madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Ninapoondoka kwenye hili jukwaa yako maneno ya kuacha tamaa, yako maneno ya kuvunja moyo, na wakati mwingine yanaweza kukufanya ukahisi kama vile Mungu amekuacha. Naomba nikuhakikishie, umekaa kwenye hicho kiti kwa mapenzi ya Mungu na Mungu atakupa Tanzania tena kwa miaka mitano. Sisi hao wote wanaotuona hapa tumesimama kumshuhudia Mungu ya kwamba atakupa tena, tarehe ishirini na tisa kurudi Ikulu. Nenda mheshimiwa rais, ukaifanya hii kazi na usiogope. Na nimefurahi sana, naomba nikupongeze mheshimiwa mgombea wetu. Nimefurahi sana, unazunguka mwenyewe, unatafuta kula mwenyewe, unaomba wananchi wakupigie kula wewe mwenyewe, hauna godfather. Godfather wako ni hawa wapiga kura. Asante sana na karibu tena Arusha. Wana Arusha oyee.